Kocha wa Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco ametangaza kikosi cha timu ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars kitachoingia kambini Julai 7, mwaka 2025, Misri kwa ajili ya michuano ya Chani mwaka 2024. Huyo hapa Hemed Morocco. Nafikiri kazi yangu kubwa ni ilo ndeta hapa, nafikiri ni kujaribu kutaja kikosi ambacho kama ambavyo imeelezewa na mtangulizi wangu kwamba ni wachezaji ambao tutakuwa nao katika mashindano ya CHAN. Uh, tuna kikosi cha wachezaji ishirini na saba ambao tutaingia kambini, nafikiri kuanze tarehe saba kwa uh, ajili ya mashindano ya CHAN: Yakub Suleiman, JKT Tanzania; Hussein Masaranga, Singida Big Star; Aishi Manula, Simba; Shomari Kapombe, Simba Mlosajo Mwaikenda si, Azam. Mohamed Hussein Simba. Pascal Msindo, Azam. Ibrahim Mahmadi Baka, Yanga. Dickson Job, Yanga. Wilson Nagu, JKT. Abdrazak Mohamed Hamza, Simba. Pedastus Mas Masinde TMS Stars na Under 20 national team Tanzania. Alame Clawi, Coastal Union. Ahmed Papino, KMC Under 20 national team. Mudathiri Aya, Yanga. Yusuf Kagoma, Simba. Nasaro Sadun, Azam. Kibu Dennis, Simba. Jimmy Simba, KMC Under 20 national team. Idi Suleiman Nado, Azam. Sabri Kondo, Coastal Union. Faisal Salum, Azam. Shehan Hamis, Yanga Under 20 national team. Clement Mzize, Young African Michel. Michel Mishamo, Ken Gold, Under 20 national team. Ibrahim Muhamad Ilika, Tabora United na Abdul Suleiman Sopu, Azam. Kambi yetu nafikiri ita, ita tutaanza kwenye tarehe saba nafikiri baada ya, ya, ya, ya kumaliza ligi kumaliza ya, mechi ya Yanga na, na, na Singida kesho kutwa. Tutatoa breki kidogo wachezaji kama ya wiki moja, and then tutaingia kambini tarehe saba na tutategemea kufanya kempu Egypt, kwa muda wa wiki mbili, and then tutarudi, tutaendelea na kempu hapa, tayari kwa mashindano ya CHAN. Funika Africa Investment, wauzaji wa mabati ya plain na chengachenga chenga. Wanakuletea bidhaa ya mabati ya migongo mipana, migongo midogo, bati ya kigae, bati ya roman tile, kofia na misumari pia Funika Africa Investment tunatengeneza bati ya vipimo maalum. Bati zetu zina waranti ya miaka kumi bila ya kupauka, kutoboka na kupata kutu. Usafirishaji ni bure popote Tanzania. Ofa ya misumari ni kilo kumi bure. Wasiliana nasi Funika Africa Investment kwa mawasiliano 0712 6595 moja moja au 0756532410 tunapatikana Dar es Salaam airport Road, Instagram Funika Afrika mabati, Facebook Funika Afrika mabati au kwa barua pepe funikaafrika at gmail.com. Ukichagua Funika Afrika umechagua maisha. Funika Afrika ukijenga, tunafunika.